Mageuzi Jeshi la Polisi. Wito waongezeka kwa ushirikishwaji mpana wa umma katika mageuzi ya polisi. Wadau wanataka ushirikishwaji mpana wa umma katika mageuzi yanayopangwa kufanyika ndani ya Jeshi la Polisi, wakisema mashauriano jumuishi yatasaidia kurejesha imani na kuleta mabadiliko endelevu. Wito huo umejitokeza baada ya Waziri wa Mambo ya Ndani, George Simbachawene kutangaza mpango wa serikali kuanzisha mageuzi ya jeshi la polisi baada ya mwaka mpya kwa kuzingatia mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. Katika mahojiano tofauti, wadau wamesema mchakato wa mageuzi unapaswa kuhusisha makundi mbalimbali mbali na kuzingatia mapendekezo ya nyuma ili kushughulikia changamoto zilizodumu kwa muda mrefu. Akizungumza Disemba 26, 2025 wilayani Mpwapwa, mkoani Dodoma Simbachawene alisema serikali itachambua upya mapendekezo ya tume hiyo iliyoteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Alisema tume hiyo ilipendekeza polisi kuwa taasisi inayolenga kuimarisha ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao, na kutumia nguvu pale inapolazimu tu. Akaongeza kuwa sheria inaelekeza namna ya kukamata watuhumiwa kulingana na uzito wa makosa. Serikalini wanataka kujenga Jeshi la Polisi linaloonekana kuwa sehemu ya jamii. Waziri alisema mageuzi hayo yatahusisha mabadiliko ya mifumo na mtazamo, ikiwemo kupitia upya mtaala wa mafunzo ya polisi ili kuandaa askari wa kulinda raia badala ya kuwachukulia kama adui. Mwanasheria Dominic Ndunguru alisema mageuzi haya yanahitajika kwa kuwa uhusiano kati ya polisi na wananchi unazidi kudorora kutokana na malalamiko mengi. Alitaja matatizo kama kufungulia watu mashitaka bila uchunguzi kukamilika, watuhumiwa kushikiliwa miaka mingi bila kesi kuanza, na kesi kutajwa mara kwa mara bila maendeleo. Alisema jitihada za kujenga imani zinatakiwa kuzingatia mapendekezo na ripoti za nyuma, pamoja na kuwashirikisha viongozi wa dini na asasi za kiraia. Ndunguru aliongeza kuwa polisi wanapaswa kufufua utaratibu wa ulinzi shirikishi ili kuimarisha mahusiano na kubadilishana taarifa za kiusalama. Mwanasheria mwingine John Seka alisema tuhuma za ukatili na huduma duni katika vituo vya polisi zinadhihirisha umuhimu wa mageuzi yanayoongozwa na wadau. Amesema mageuzi hayo yatasaidia kulifanya jeshi la polisi kuwa taasisi ya kutoa huduma kwa wananchi. Seka alipendekeza kuanzishwa kwa chombo huru cha kushughulikia malalamiko dhidi ya polisi ili kuongeza uwajibikaji. Rugemeleza Nshala, rais wa zamani wa Chama cha Wanasheria Tanganyika, alisema mageuzi yanayotakiwa yanaanzia kwenye katiba kwa kuwa mabadiliko ya matawi bila shina hayatokuwa na tija. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC, Fulgens Masawe, alisema imani ya wananchi imeathirika kutokana na vitendo vya kukamata watu kinyume cha sheria na mateso. Amesema kuimarisha elimu ya haki za binadamu kwa askari ni muhimu ili kulifanya jeshi kuwa rafiki wa jamii. Masawe pia alisisitiza haja ya chombo huru kusimamia malalamiko dhidi ya polisi ili kuongeza nidhamu na weledi. Rais Samia aliteua tume ya haki jinai Januari 31, 2023 kupendekeza maboresho katika mfumo wa utoaji haki ikiwa chini ya mwenyekiti aliyekuwa jaji mkuu Mohamed Chande Othman. Ripoti hiyo ya tume iliyoachiliwa Julai 2023 ilibainisha malalamiko mengi dhidi ya Jeshi la Polisi, ikiwemo kushindwa kuzuia uhalifu, matumizi makubwa ya nguvu, rushwa, potokwaji wa mali vituoni na kuchelewa kufika katika matukio. Ilipendekeza mageuzi ya kina katika mafunzo ya polisi, uimarishaji wa huduma kwa waathirika, uimarishaji wa ulinzi shirikishi na mifumo madhubuti ya uwajibikaji na usimamizi.